Bani. Lakini leo tukikumbuka ni tarehe ishirini na tatu, tumebakiza muda mchache sana twende kwenye mechi ya marudiano ambayo ndio ya mwisho itakayoamua nani mshindi. Bado ninayo imani kwamba timu yetu ya Simba itanyakua kombe. Ninaomba Watanzania wote, kwa umoja wetu, tuwaombee wana Simba, lakini hususan wana Singida wenzangu, tuendelee kufanya maombi. Mtanguliza Mungu anaweza akafanya miujiza na Watanzania tukabaki na furaha ya, kwa, kwa kawaida asiyekubali kushinda kushinda ushindwa sio mshindani. Kwahio mimi ni mshindani, tumeanguka lakini kwa kuwapa wana Singida, na niwaahidi safari badala yaat zamani nami tuamie pale Bombadia, big screen kwa ajili ya Wanasingida kufurahia mpira, lakini wengine kabisa waanze kuleta matamasha mbalimbali waongeze vpat. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama Kales TV.